Huduma yangu ni, ni nani, ni nani, ni nani? Mtumishi wa Mungu Evangelist Majariwa Hosea kutoka dada dada, Dar es Salaam, akiwabariki watu wa Mungu jijini Arusha kwenye soko la Tengeru. Nyimbo zake zinapatikana pale YouTube, lakini sisi kama kizazi cha utukufu tunabarikiwa tukiwa tunahubiri katika soko hili latengeru hapa Arusha tunabarikiwa na nyimbo za mtumishi wa Mungu, zinabariki maisha ya watu. Wachaga Wapare wanazipenda sana ya kama unavyoona, mheshimiwa anaburudika hapa. Mtumishi wa Mungu MJ Hosea anawabariki watu wa Mungu jijini Arusha, kambi ya kizazi cha utukufu. Hii ni sauti. Haya! <laughs>